Kwa wewe na malengo labda ya kuweza kufanya matangazo yako online, ikiwa na maana kwamba unataka kuanza kutengeneza videos, unataka kuanza kufanya matangazo yaile biashara zako na picture nzuri, lazima uweze kuhakikisha kwamba unatengeneza kitu na ambacho kitakuwa na kitakuwezesha kuweza kupata matokeo mazuri kwa ujumla, lakini pia usione shida kuweza kuwekeza kuweza kupata vifaa ambavyo ni vizuri zaidi kuweza kutengeneza video zako kuweza kutengeneza picha zako za bidhaa za bidhaa yako, au kutokana ile huduma ambayo wewe unaifanya. Kwa hiyo leo nakuletea ring light hii hapa, ambapo ni ring light inchi kumi. Ring light hii ni nzuri sana, ni nzuri sana kiasi kwamba unaweza kuya adjust katika angle tofauti tofauti, na kuwa na stand yake kama jinsi inavyoonekana, lakini pia ni ndefu, una uwezo wa kuweza kuongeza urefu na kuweza kuipunguza kwe urefu kutegemeana na namna ambavyo wewe unakuwa unahitaji. Kwa hiyo hii hey, itakusaidia kuweza kutengeneza video zako katika namna ambayo wewe unakuwa unataka. Kwa unaweza kuongeza urefu, unaweza kupunguza urefu kutegemeana wewe na namna ambavyo wewe unakuwa unahitaji. Hii ni kifani kizuri sana kwa wale wafanya biashara na ambao wanataka kuweza kuwekeza zaidi mtandaoni. Bwana mtandaoni, bwana ukiwekeza vizuri, uweze kupata matokeo mazuri sana sana, uweze vizuri, lakini pia uweze kuchukua vifaa kama hivi ambavyo vitakusaidia wewe uweze kuhakikisha kwamba unatengeneza matangazo ambayo yanakuwa ni mazuri, lakini pia yanakuwa ni kuvutia zaidi. Kwa hiyo, jitahidi sana, kama endapo hauna mpaka sasa hivi, jitahidi sana tuweze kuwasiliana ili tuweze kukupatia moja au mbili kutegemea na uhitaji wako. Kwa sasa hivi tunazo package hizi hapa ambazo zipo ring light za inchi kumi, zipo unapata kwa shilingi elfu arobaini tu peke yake na delivery unafanywa popote ulipo Tanzania. Kwa hiyo wewe mkoani au ndani ya Dar es Salaam unafanya delivery popote ulipo. Sisi kwa upande wetu ofisi kwa Mbezi pale unaweza kufika Mbezi tukakutana na kuweza kukupatia ring light namba hiyo unayohitaji. Tutakuelekeza jinsi anaweza kuifunga yote tutakuelekeza moja kwa moja, lakini pia kuna video na ambayo ipo, tumeelezea namna kuweza kufunga, namna kuweza kuelekeza kila kitu, na, na, na package na yote nzima kama jinsi tunavyoweza kuiona hapa, isipokuwa simu tu ndio tuweze lakini unaweza ukaona pakeji yote nzima jinsi inakuja, ring light yake na kwa stendi yake, inakuwa na adjustable adjustable, inakusaidia kwa, ina kwamba naweza nikaweka katika engo tofauti tofauti ring light yango, kama unarekodi una video, unachukua picha, unaweza ukaweka katika engo nambayo wewe unahitaji sana. Kwa hiyo hiki ni kifaa muhimu sana kwa biashara ya mtandaoni jitahidi sana uwe nacho lakini pia kwani unataka kujifunza zaidi, jinsi gani unaweza kutengeneza hizo video, jinsi gani unaweza kuedit video zako, jinsi gani unaweza kuhakikisha kwamba unatengeneza maudhui mazuri kwa ajili ya kuweza kupata wateja wengi, jinsi gani unaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuweza kupata wateja wengi zaidi, nipo kwa ajili ya kuweza kukusaidia kwa, kama unahitaji pia msaada huo, karibu sana tuweze kuwasiliana, utapata ratibu kamili na tuweza kufanya kazi.